Tumsifu Yesu Kristo. Unajua, kuna wakati ambapo sisi kama Wakristo tunaomba na kuomba na kuomba. Kuna wakati ambapo tunaona kwamba mambo yetu hayaendi vizuri, tunaomba na kuomba, lakini labda hatupati majibu ya kile tunacho tunachokiomba, na tunaanza kujiuliza kwamba Mwenyezi Mungu yuko wapi, labda Mwenyezi Mungu hatusikii, lakini tunapaswa kutokukata tamaa katika kusali. Napenda kuwakaribisha katika jumapili ya 29 ya mwaka C wa Kanisa, na wazo letu kuu itakuwa tusali bila kukoma, maana Mungu anajibu sala. Somo la kwanza linatoka kitabu cha Kutoka sura ya kumi na saba aya ya nane mpaka ya kumi na tatu. Tunakutana na wana wa Israeli wakiwa safarini kutoka Misri kuelekea kwenye nchi ya ahadi, na wanapita katikati ya nchi ya Wamaleki na pale wanakuwa na vita na watu Wamaleki pale Refidimu. Musa anapanda mlimani na ananyanyua mikono yake juu na katika kunyanyua mikono yake juu ambapo hiyo tunaita ni kama sala, Mwenyezi Mungu anawasaidia wana wa Israeli wanashinda vita. Hapa tunajifunza nini? Tunajifunza kwamba ushindi wa kweli hautokani na nguvu zetu binafsi, bali nguvu kutoka juu. Lakini kuna kipindi mikono ya Musa ilikuwa inachoka, na wana wa Israeli walikuwa wakipigwa vibaya sana. Ndipo wasaidizi yake wawili ambao ni Haruni na Huri walienda kumshikia Musa mikono na ndipo Waisraeli wakaendelea kushinda vita. Tunajifunza nini hapa? Ndugu zangu wapendwa, usiombe peke yako wakati umechoka, waalike wengine wakusaidie ili mikono yako iwe juu ili uweze kupata kile unachokihitaji. Injili yetu itatoka Injili ya Luka sura ya kumi na nane aya ya kwanza mpaka ya nane na tunakutana na Yesu anatoa mfano wa yule mjane aliyekuwa akimsumbua sana hakimu, hata anaitwa hakimu dhalimu. Mwisho wa siku, huyu mjane anapata haki yake, lakini tunajifunza hapa kwamba huyu mjane hakukata tamaa. Ndugu zangu wapendwa Swali linabaki kuwa, je, yeah, huwa unaendelea kusali hata pale ambapo hupati majibu yako? Je, yeah, huwa unaendelea kubaki katika msimamo wa sala hata pale ambapo hujapata kile kitu ambacho unakuwa umekiomba? Tuna mfano mzuri katika Kanisa Katoliki. Mtakatifu Monika alisali miaka kumi na saba mfululizo kwa ajili ya kuongoka kwa mwanaye Agustino. Huyu mama alilia, hakulala Alivumilia sana na kukata tamaa, na mwisho wa siku Mungu akajibu sala yake, na Agustino akaongoka. Na hivi tunavyozungumza leo, Agustino ni mmoja wa watakatifu mashuhuri na ni mwalimu wa Kanisa. Na katika kuongelea mambo ya sala, Mtakatifu Agustino alifundisha kwamba kusali bila kukoma haimaanishi kukaa kanisani muda wote na kupiga magoti muda wote. Hapana, bali anasema ni kutokuwa mbali na Mungu katika moyo wako kwa hiyo kusali bila kukoma ni kuwa karibu na Mungu muda wako mwingi. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kama mambo yako yanaenda sawa, sali. Kama mambo yako hayaendi sawa, pia sali. Kama ukichoka kusali, tafuta kina Haruni, tafuta kina Huri ambao watakusaidia kuomba. Tuinue mikono yetu juu kama Musa tusichoke kusali kama yule mjane, na pia tuwe wavumilivu katika sala kama Mtakatifu Monika, kwa maana Mungu huwa anajibu sala isiyokata tamaa. Ndugu zangu wapendwa, napenda kuwatakia Jumapili njema. Tumsifu Yesu Kristo.